Kwa nini mzee haji leo hujui? Leo eh? Ni siku ya upigaji wa kura. Kwa nini leo? Ndio tarehe leo ishirini na tisa. Mimi nasikia tarehe ishirini na tisa, lakini sijui ni... ah, ah. Tarehe 29 yani leo, na leo ndo Jumatano eh? Na kwa navyomjua muuza duka huyu eh, kwa jinsi ya kazi kubwa aliyoifanya Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Dokta Hussein Ali Hassan Mwinyi, huyu leo mikate kienda kuuzia katika kituo cha kupigia kura eh? Kwa hiyo mimi ushauri wangu bwana eh, twende tukapige kura moja kwa moja. Na mimi nasema sema hapo siku moja kuchangua wangu. Kwenda kujiandikisha kupiga kura wala kupiga kura yenyewe, lakini mara hii ninajiandikisha kupiga kura. Na nataka nikapiga kura. Na mimi nasema kwa mambo aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan, uh-huh, pamoja na Dk. Mwinyi, mara hii nataka niwe mpemba wa mwanzo kwenda kupiga kura kwa pigia marais hao. Nataka niwe mimi. Lakini unashakerewa. Hujachelewa. Hujachelewa. Bado mapema. Al-Jazau Lil Ihsan Illal Ihsan. Eh? Wema hulipwa kwa wema. Kwa kazi kubwa walioifanya, hawa wanahitaji walipwe wema, na wema wetu ni kwenda kuatilia tiki ili waendelee kuongoza nchi. Basi hilo nawezeka, eh? Na ka mimi huko nyumbani nina watoto kumi na mbili, nawote wapiga kura. Twende bana, eh? Twende tukawachague bana, wajua tumalize kazi ah, katika siku ambayo waliifurahisha eh. Haruka, silu, Oktoba tunatiki